Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina leo, tunaingia kwenye sehemu moja ya mwili ambayo, uh, mara nyingi hatuipi uzito unaostahili, lakini ni muhimu sana. Nazungumzia kifua cha mbao. Mm -hmm. Tutaangalia jinsi kinavyodhibiti utulivu, upumuaji na hata kila mwendo wetu, na chanzo chetu leo ni cha kipekee kidogo. Kidogo sana. Ni maandishi ya mahojiano na farasi Ndiyo, farasi aitwa Gandour, alikuwa bingwa wa mbio, sasa ni kama balozi wa mwendo wenye ufahamu. Ndiyo, hasa ni mahojiano kati ya Gandour na mwandishi wa habari za farasi Ferid. Na lengo letu hapa sio tu kulinganisha mifupa, hapana, kabisa ni kuelewa jinsi kifua cha mbao kinavyofanya kazi tofauti na kwa pamoja kati yetu sisi binadamu na farasi hawa tunataka kupata maarifa kutoka kwa kiumbe ambaye, unajua, utendaji wake wote unategemea hiki kifua, na maarifa hayo yatakusaidia wewe msikilizaji kuelewa mwili wako vizuri zaidi, hasa kuona uhusiano wa pumzi na mwili na akili pia. Sawa, basi, safari yetu leo itakuwaje? Kwanza tutazame anatomia tulinganishi, muundo wako na wa Gandour. Nini kinafanana nini tofauti? Mm -hmm. Kisha tutaingia kwenye uhusiano muhimu kati ya pumzi na mwendo. Je, pumzi inaongoza mwendo au inafuata tu? Swali zuri hilo. Halafu tutalinganisha dhana mbili, ile ya Pilates ya kukiweka mahali kifua cha mbau kwa utulivu dhidi mm -hmm, mm -hmm. ya wazo la Gandour la kukiachia huru kwa mwendo bora zaidi, na mwishoni tutakupa yale muhimu zaidi ya kuondoka nayo. Jiandaye kukiangalia kifua chako cha mbavu kwa mtazamo mpya kabisa. Nam, basi tuanze na wewe msikilizaji. Kifua chako cha mbavu ni kama ngome inayolinda, lakini pia ni daraja linaloruhusu mwendo. Una jozi kumi na mbili za mbavu, kumi na mbili, ndiyo. Saba za juu zile tunaziita mbavu halisi, zimeungana moja kwa moja mbele na ule mfupa wa katikati sternum, kama nguzo imara sawa. Kisha jozi tatu zinazofuata mbavu bandia, hizi zinajiunga na gegedo ya mbavu zilizo juu yake, zinaongeza unyumbufu kidogo pale. Aha, zinaungana kwa pamoja kwanza, hasa na mwisho kabisa chini. Zile jozi mbili mbavu elezi, hizi hazijaungana kabisa mbele, zinaninginia kidogo, zikitoa nafasi zaidi ya kusogea hizo mm, elezi. Mfumo huu wote unajua, unalinda mapafu, moyo, ini, lakini pia ni jukwaa muhimu sana kwa upumuaji. Misuli ya kiwiliwili inapata nguvu hapa na inaratibu kazi kati ya misuli ya tumbo na kile kiwambo kikubwa chini ya mapafu mm, diaphragm ndiyo. Sasa tukimwangalia Gandour hapo, mambo yanakuwa makubwa zaidi. Kifua chake kimeundwa kwa ajili ya kazi nzito ya riadha. Ni kikubwa zaidi na hisi sana. Ana mbavu nyingi kuliko sisi, jozi kumi na nane. Kumi na nane kumbe? Ndiyo, zinaungana na vertebra kumi na nane za mgongo wake wa juu, na sternum yake pia ina sehemu ndogondogo zinazoweza kusogea kidogo. Lakini eh, tofauti kubwa hasa iko kwenye zile mbavu za chini zile sternum zile, ambazo kwetu sisi ni chache. Ndiyo, kwake ni jozi kumi za mwisho Hizi hazijaungana moja kwa moja na sternum, badala yake zinaungana kwa gegudu ndefu sana zinazotengeleza kitu kama upinde mkubwa unaonyumbulika sana unaitwa arc costal, arc costal, upinde wa mbavu hasa. Muundo huu unalinda viungo vyake bila shaka, lakini muhimu zaidi, unaruhusu kifua chake cha mbavu kupanuka kwa kiasi kikubwa ajabu anapohitaji hewa nyingi wakati wa kukimbia. Aa, kumba ndio maana wanaweza kuvuta pumzi kubwa hivyo. Ndiyo, ni sehemu ya kiunzi chake kikuu, lakini imeundwa kwa ajili ya nguvu na upanuzi huo. Gandour anasisitiza kuwa kila pumzi anayovuta inahusisha kifua chake chote kwa njia hai kabisa. Hiyo arco stol inaonekana kama ufunguo mkubwa kwa nguvu ya farasi. Inaonyesha tofauti kubwa kimatendo: sisi tunaelekea kwenye ulinzi na utulivu, yeye ameundwa kwa pumzi kubwa na mwendo. Kweli kabisa. Sasa tuunganishe hii na matumizi ya pumzi kwenye mwendo, katika mifumo kama tuseme, Stott Pilates, tunajifunza kuwa pumzi inaathiri athiri mgongo lakini kwa njia ya hila. Mm-hmm. Unapovuta pumzi kuna kunyoka kidogo kwa mgongo extension. Unapotoa pumzi kuna kujikunja kidogo flexion. Kama wimbi dogo tunalolifuata. Wimbi dogo ndio. Lengo ni kuruhusu kifua kisogee bila kupoteza mpangilio mzuri wa mwili ile alignment. Hasa utulivu wa kiuno na fupanyonga. Lakini kwa Gandour, inavyoonekana, sio wimbi dogo tu. Hapana kabisa, kwake pumzi ndiyo injini yenyewe. Anasema upumuaji wake umeunganishwa moja kwa moja na mdundo wa mwendo. Moja kwa moja kivipi? Kwa mfano, anapokwenda mbio sana, ile gallop, anavuta pumzi moja tu kwa kila mzunguko kamili wa miguu yake yote inapogonga ardhini ni kama 1.1: pumzi moja hatua moja kamili. Lo, hiyo ni ratiba kali. Na anasema kama kifua chake cha mbavu kingekuwa kigumu au kimebanwa, ah, kila kitu kingeharibika pale pale. Angefanyaje? Angepoteza mdundo, kasi ingepungua, uwano ungepotea, na nguvu zote kutoka miguu ya nyuma zisingefika mbele vizuri. Kwa farasi wa mbio, pumzi sio tu hewa ni sehemu ya mfumo wa kusukuma mwili mbele propulsion system. Inavutia sana jinsi pumzi kwake ilivyo sehemu ya nguvu ya mwendo, sio kitu cha pembeni tu. Hii inatuleta kwenye lile swali la kuweka mahali dhidi ya kuachia huru. Ndio, tuanze na kuweka mahali kwa mtindo wa Pilates. Fikiria zoezi la kawaida: umelala chali, magoti yamekunjwa, nyayo chini. Lengo hapa ni kuimarisha uhusiano kati ya misuli ya juu ya tumbo na utulivu wa kifua Connection. Ah, unanyanyua mikono kuelekea darini, kisha unaishusha taratibu nyuma kuelekea kichwani. Changamoto kubwa ni kufanya hivi bila kuruhusu zile mbavu za chini kuinuka kutoka sakafuni au kupinda mgongo wako wa chini. Unajaribu kudumisha utulivu wa kiwiliwili wakati mikono inasogea. Ndiyo. Ni kufundisha utulivu huo. Sasa Gandu anaeleza kitu kinachofanana, lakini kwenye mwendo wenye nguvu zaidi. Anasema hali hii ya kuhitaji utulivu inatokea anapobadilisha mwendo ghafla, kama kutoka trot kwenda galop au anapopanda mlima mkali. Aa, kwenye mabadiliko. Ndiyo, anasema kama hajashirikisha vizuri misuli ya mgongo wake na zile pande za mbavu flanks, flanks, sehemu za pembeni hizo, kifua chake cha mbao kinaweza kupoteza mkao, kama kuanguka hivi kushuka chini, na hapo mwili wake utajaribu kufidia, atapoteza mpangilio mzima alignment, na muhimu zaidi atashindwa kupumua vizuri. Kumbe kwayo, kwa hiyo kwake sio kubana tu. Hapana, sio kubana na kushikilia mkao mmoja mgumu, ni kudumisha uhusiano hai kati ya pumzi na mwili mzima, ili uweze kusonga kwa nguvu na mtiririko ni utulivu unaoruhusu mwendo dynamic stability, utulivu unaoruhusu mwendo. Napenda hiyo. Sasa Gandour anajaribu kufafanua zaidi jinsi huo utulivu unaoruhusu mwendo unavyohisiwa anatumia lugha ya picha. Hapa ndipo anatoa zile analojia zake za kuvutia. Ndio, hizi ni nzuri sana. Anasema fikiria mbavu za juu, zile karibu na shingo, hizi husonga kama mpini wa bomba la zamani la maji, Pump handle. Pump handle. Sawa, unapovuta pumzi, ncha zao za mbele zinapanda kidogo mbele na juu, unapotoa pumzi zinashuka kwa ulaini, bila kulazimisha ule mfupa wa katikati sternum. Ni mwendo wa mbele nyuma, juu chini kidogo. Sawa huo ni mwendo mmoja. Anaendelea, anaendelea anasema, mbavu za katikati na chini, zile zinazotengeneza upana wa kifua, zinafanya kazi tofauti. Hizi anasema hufunguka kama mpini wa ndoo, bucket handle. Ah, bucket handle, kama ndoo inavyofunguka pembeni. Hasa unapovuta pumzi, zinatanuka kwenda pembeni, zinaongeza mzingo wa kifua unapotoa pumzi zinarudi taratibu ndani na chini kidogo, kama mikono miwili inavyorudi katikati. Huu ndio mwendo unaoongeza upana mm. pump handle juu, bucket handle katikati na chini. Lakini analojia yake ya tatu ndiyo ya kipekee zaidi kwangu. Inahusu zile mbavu za mwisho kabisa, zile mbili elezi, zile ambazo hazijaungana mbele, ndio Gandour anasema hizi ambazo huwa tunazisahau ni muhimu sana kwa hisia ya msingi grounding. Anazifananisha na tandiko mbili za kupandia farasi stirrups, tandiko kutoka kwa farasi mwenyewe. Hii ni nzuri kabisa. Anasema zinaposonga vizuri, zinasonga kwa upole sana, zinatanuka kidogo sana kwenda pembeni na nyuma unapovuta pumzi, kama zinapokea pumzi kwa utulifu, kama tandiko linavyopokea uzito na mwendo mdogo wa mpanda farasi. Hmm. Na unapotoa pumzi zinarudi katikati kwa utulivu, zikisaidia kuimarisha hisia ya katikati ya mwili. Analojia hiyo ya tandiko stirrups ni ajabu kweli. Gandour anazijua tandiko vizuri sana, bila shaka. Na anaposema kuwa mwendo huu mdogo mdogo sana wa mbavu za chini kabisa unaweza kuweka kila kitu kingine mahali pake, inatupa funzo kubwa sana. Inaonyesha jinsi sehemu ndogo isiyodhaniwa sana inavyoweza kuathiri utulivu, utulivu, na hata hisia zetu za kuwa na msingi imara. Sio tu mifupa mikubwa, hata miondoko midogo ina maana. Inaunganisha muundo na hisia, Structure and sensation. Basi hebu tujaribu kuunganisha hekima hii sasa na mazoezi yetu. Turudi kwenye lile zoezi la Pilates la kunyanyua mikono ukiwa umelala. Sawa. Baada ya kupata ule mpangilio mzuri wa nyonga na mgongo, neutral alignment, unaponyanyua mikono na kuipeleka nyuma, sasa tunaweza kufikiria zaidi kutokana na Gando, tunataka kuhisi ule upanuzi wa mbavu za katikati na chini kwenda pembeni kama bucket handle, tunapovuta pumzi. Upumuaji wa pembeni, lateral breathing, hasa. Na tunataka kupunguza ule mwendo wa mbavu za juu kwenda mbele na juu kama pump handle, ili tusipinde mgongo, na muhimu zaidi, kama Gandour anavyodokeza, tuepuke kuvuta pumzi kupita kiasi, mm. Sio kujaza kifua mpaka kikavimba. Ndio. Kwa sababu hiyo inaweza kusababisha kifua kuvimba na kupoteza ule muunganiko muhimu wa msingi core connection, kama vile kifua cha Gandour kinavyoanguka anapopoteza mkao. Na kwa upande wa Gandour mwenyewe na farasi wengine, anasisitiza kuwa ingawa kuna mafunzo, lengo kuu sio kufuata maelekezo tu, bali ni kukuza mdundo wa asili na hali ya akili iliyotulia akili iliyotulia. Ndiyo, anasema kifua cha mbavu kilicho huru kinachosonga kirahisi na pumzi ni ishara ya farasi aliyetulia, mwenye ujasiri, aliye tayari kutenda. Kwao ni kusikiliza mwili na kuruhusu pumzi iongoze mwendo, sio mwendo kubana pumzi. Wanatafuta utulivu unaobadilika dynamic stability badala ya utulivu tuli static stability. Nafikiri hiyo ni njia nzuri ya kusema. Hii inaibua swali sasa, je huu msisitizo wa Ganduru wa kuachia huru unapingana na ule wa Pilates wa kuweka mahali? Inaonekana kama malengo tofauti kidogo, labda kwa juu juu. Kwetu sisi binadamu, hasa kwenye maisha ya kukaa sana, mazoezi kama Pilates yanalenga kurejesha utulivu wa mkao, kuzuia maumivu, kutumia mwili kwa ufanisi. Tunahitaji kujenga msingi imara kwanza, ni kweli? Kwa farasi wa riadha kama Gandu, lengo ni zaidi kwenye uratibu laini nguvu kubwa ya msukumo na uwezo wa juu katika mwendo. Lakini najiuliza je, msingi wa kanuni hizi ni tofauti kweli? Pengine sivyo. Ninachokiona mimi kutoka kwa mahojiano haya yote, nini hicho? Ni kwamba licha ya tofauti za malengo ya juu, utulivu tulio dhidi ya nguvu katika mwendo, msingi unabaki uleule ule. Katika hali zote mbili kifua cha mbavu ndicho kiini kitovu kikuu. Kwanza, upumuaji wenyewe; pili, mpangilio sahihi wa mwili mzima alignment; na tatu, ule uhusiano muhimu sana kati ya muundo wa mwili na hisia zetu structure and sensation, hata hali ya akili. Hapa ndipo ile kauli ya mwisho ya Gandour inapokuwa na nguvu sana, hasa anakumbuka anasema nini: unapopumua vizuri unasonga vizuri na unaposonga vizuri unajenga ujasiri, na unapokuwa na ujasiri unaweza kufanya chochote. Huu mzunguko mzuri: pumzi bora, mwendo bora, ujasiri, uwezo zaidi, ni kweli kwako kama ilivyo kwa Gandour. Kwa hiyo uchambuzi wetu wa leo, kwa msaada huu wa kipekee kutoka kwa Gandour, unatukumbusha kitu muhimu sana: kifua chako cha mbavu, msikilizaji, sio tu ganda la kulinda ni zaidi ya hilo. Ni kiungo chenye akili kinachobadilika, kinachounganisha pumzi yako, mkao wako, mwendo wako, na hata jinsi unavyojisikia kuhusu uwezo wako. Daraja kati ya mwili na akili linastahili uangalifu wetu, na neno la mwisho kutoka kwa Gandour linajumuisha yote haya kwa njia nzuri sana. Anasema, iwe wewe ni binadamu au farasi. Iwe uko juu ya zulia lako la mazoezi au katikati ya mbio za maisha. Kifua chako cha mbavu ni kama usukani wako. Kinapumua, kinaongoza mwendo, kinakusaidia kukaa katikati yako. Anasema sio ngome ngumu isiyobadilika, bali fikiria kama tanga laini linalopokea upepo wa pumzi, na kama utajifunza kukisikiliza kwa makini, utapata mwendo wako wa kweli, utapata nguvu yako. Maneno mazito hayo, mazito na yenye maana kubwa. Na tunakuacha na wazo hili la mwisho la kutafakari linalounganisha moja kwa moja na ile analojia ya Gandour. Kumbuka zile mbavu za chini kabisa, zile tandiko zinazosonga kwa upole mm -hmm. jaribu sasa hivi, hata ukiwa umekaa kimya, unatusikiliza, je, kufahamu kwa makusudi ule mwendo mdogo sana wa mbavu zako za chini kabisa zinavyotanuka kidogo unapovuta pumzi na kurudi taratibu unapotoa pumzi. Je, kuna uwezaji kubadilisha hisia zako za utulivu, au jinsi unavyohisi msingi wako umeimarika hapa na sasa? Unaweza kuhisi utandiko lato likisonga na pumzi yako? Fikiria juu ya hilo. Asante kwa kuwa nasi.